Na kwingineko, mtazamaji, ni kwamba ipo haja kwa watumizi wa barabara kuwa waangalifu ili kuzuia ajali za barabarani ambazo zimekithiri. Haya alisemwa na maafisa wa halmashauri ya barabara kuu za humu nchini waliozuru eneo la Salgaa kwenye barabara ya kutoka Nakuru kuelekea Eldoret ambako watu kumi na wanne walipoteza maisha kutokana na ajali ya barabarani juma lililopita. Mtazamaji, maafisa hao walikagua njia za dharura ambazo zimewekwa katika maeneo ya Sachangwan na Migaa ili kudhibiti mwendo wa magari ambayo yatapita hitilafu ama yatapata hitilafu za breki. Kwa mujibu wa maafisa wa halmashauri ya barabara kuu humu nchini, njia hizo za dharura ni muhimu katika kudhibiti magari ambayo madereva watashindwa kudhibiti mwendo baada ya kukumbwa na hitilafu za breki, kinyume na ilivyokuwa awali ambapo yangekumbana na vizuizi vya barabarani. Dreva akiingiza gari lake kama hana breki eh, ataweza kusimama. Ni ina urefu wa takriban eh, mita 500 ama nusu, eh, nusu kilomita na ina uwezo wa kudhibiti gari lolote kama iko na mizigo ama kama haina mzigo. Kama mtu anashuku kwamba gari lake limepoteza mwelekeo, ingia tu kwa hii eh, runaway ramp na gari lako litadhibitiwa kabla ileta hasara kule chini. Wakazi wa maeneo ya Sachangwan na Migaa walitahadharishwa dhidi ya kuharibu muundo mbinu uliowekwa ambao ni muhimu katika kuzuia maafa yanayotokana na ajali za barabarani kuna watu ambao wamekuwa wakichota hii kokoto ambayo tumetumia kuitengeneza, na ni hatari kana kwamba ikitolewa itapunguza eh, ile effectiveness ya hii runaway ramp. Kamanda wa polisi wa eneo la Molo, Timon Odingo, aliwahimiza madereva kuwa waangalifu barabarani. hatutaki kuona madereva wanaoachia tanboy kwa hii mteremko gari kosi hiyo pia inaweza kos shida kubwa, na imekos kwa njia mingi. Kama umefika hii kiwango, endesha gari mpaka huko chini uone kama unamwachia, uachie mahali iko sefu, sio kwa hii mteremko. Maafisa hao waliandaa ziara ya ukaguzi kutafuta suluhu la kuzuia ajali za barabarani katika eneo hilo juma moja baada ya watu kumi na nne kuangamia wakati lori moja lilipogonga gari la uchukuzi wa umma. Nancy Okware, Darubini.